Mange Kimambi ameamua kuzungumza kuhusiana na sakata zima la mrembo Wema Sepetu baada ya Wema Sepetu bwana, kuandamwa sana huko mtandaoni na Watanzania kuhusiana na vazi ambalo alikuwa amelivaa hivi karibuni, kwa sababu nafahamu kabisa kwamba bwana Wema, hizi sio mambo yake haya. E, kuvaa nguo fulani hivi za kumreveal, za kumuonyesha maungo yake, sio vitu ambavyo Wema huaga na vifanya, na hata katika baadhi ya mahojiano hapo zamani alishawahi kuzungumza kwamba mambo ya kuvaa nguo za kumuonyesha maungo yake wazi, e, sio vitu vyake na kwa ile alikuwa amesimama humo, lakini hivi karibuni bwana, tumeona mambo yamebadilika kidogo. Kwa mara ya kwanza kabisa, Wema amevaa nguo ya wavu wavu, ambayo ngozi yake maungo ya ndani eh, baadhi yalikuwa yanaonekana, hususan upande wa mapaja eh, kushuka chini kote kulikuwa wazi, nilikuwa tu ni wavu, na amepiga picha na mavideo yamesambaa huko mitandaoni. Watu wengi sana ambao wanampenda Wema wamemuasa kwamba sio vitu vizuri kwake yeye, hawajazoea kumuona akiwa anafanya vitu kama hivyo na hiyo staili ya kuvaa vitu vya namna hiyo haimpendezi. Sasa Mange Kimambi akiwa kama eh, shosti wake Wema amekuja kuzungumza kuhusiana na hiyo situation, ambapo kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mange Kimambi ameandika kwamba what's the big deal na nguo aliyoivaa Wema, kwa uzee gani alionao mpaka asiweze kuvaa hizo nguo? Huyo Wema for, she is thelathini na nne yani, ana umri wa miaka thelathini na nne tu jamani, hata mtoto uh, hata mtoto hana kasema ni mama uh, kusema kwamba labda ni mama asivae nguo za namna hiyo bwana. Sometimes mnayakuza mambo, bodi yake inaruhusu kuvaa hivyo. Mnamwonea wivu kwa sababu mnajua kabisa kwamba hamwezi kutoboa, hamwezi kutoboa na nguo hiyo mitumbo hadi kule, au labda mna, au labda naona au labda naona sababu, labda mimi mwenyewe pia ni shameless, nina miaka 45, na naweza kuvaa nguo kama hiyo bila aibu. Ni vile tu I have, a lot, I have lost testi na hizo nguo za namna hiyo, na pia vile vile sina sehemu ya kwenda inayoniruhusu na mavazi ya hivyo, tuseme imagine, tuseme mengine, ila sio hiyo ya hiyo, siyo hilo la hiyo nguo, yes. Alisema before kuwa hawezi kuvaa uchi, ila jamani, nani hajawahi kusema kitu nyuma, alafu baadaye akafanya, especially kama anapitia kipindi cha stress. She is going through a breakup na wozu, uh, for the 100 million time. Huyo hiyo breakupu, huyo breakup zake na wozo ni kama matangazo ya Kinganga, uh, kusema kwamba msingo cha kusema cha kusema wema mpaka siku anafiki, anafikia ni kutokuwa na draivu ya mafanikio yake kwenye maisha, umeona, lakini akuishia hapo mangi. Mange akaendelea tena kusema kwamba kingine cha kumsema wema ni hiyo ishu ya, ku, ya kuongozana na kuvaa sare na gigi hapo. Kiukweli nimelia, she need to know her level. Anatakiwa kuongozana na wakina Hamisa, wakina Nandi na wakina King'ang'a. She is an A-list celebrity asijishushe hivyo, maana nimeona mpaka wigi za junijo za plastiki pia ameziweka katika, eh, ameziweka wakati wa kina Nandi wanaweka wigi za mamilioni. Hapo ndio nimelia sana, umeona, kwa hiyo kwa upande wa Mange Kimambi amesema kwamba hakuna sababu ya kumsema Wema kuvaa nguo ya namna ile kwa sababu yeye ni binti bado mdogo, na miaka 34 tu, sio kwamba labda ni bibi na hana hata mtoto. Angekuwa na mtoto angesema kwamba okay, ni mama, sasa inakuwaje anavaa nguo za hivyo. Sema tu yeye Mange amedai kwamba kitu ambacho yeye hajapendezwa nacho ni kuongozana na Gigi au kuvaa nguo sare na Gigi. Nimeona bwana, yaani kwamba yeye Wema ni A list celebrity, level yake ni wakina Nandi na Miss Mobeto au Zuchu, sio wakina Gigi. So hicho ndicho alichokizungumza Mange Kimambi. Una kipi cha kuzungumza? Una maoni gani? Weka maoni yako katika comment section, takuwa tukisoma na kureplay kila comment na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.